Wapendwa washarika, leo ni siku yangu ya 276 nchini Tanzania. Yes, I count. <laughs> Katika siku hizi 279 nimepata uzoefu mwingi wa thamani na wa kuvutia sana. Moja ya uzoefu ambao nataka nikushirikishe leo ni uzoefu wangu Agosti mwaka jana nilipojiunga na timu ya KKKT Msasani kufanya huduma ya misioni au mission Week pale mtaa wa Galilaya kwa Msanja uliopo Mbwewe, mkoa wa Pwani. Wakati huo nilijiunga na timu nikitembea katika eneo la milimani kutembelea nyumba za wakazi wa huko. Miongoni mwa watu tuliokutana nao ni Wakristo lakini pia Waislamu waliovaa hijabu. Kilichonisangaza ni kwamba timu niliyojiunga nayo ilijadili imani yetu kwa uwazi na mwanamke Muislamu ambaye alikuwa amevaa hijabu. Timu ya misioni ilieleza kwa utulivu, na mama huyo akasikiliza kwa utulivu. Kusema kweli, wakati huo sikushtuka tu bali pia nilikuwa na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu nchini Indonesia kuhubiri kuhusu Yesu waziwazi wazi kwa Waislamu si rahisi. Wanaweza kutufukuza kwa ukali sana, au kuita wakazi wote watuhoji, au hata kutumiza na kutishia maisha yetu. Unapaswa kushukuru kwamba hukukumbana na mambo kama haya nchini Tanzania. Nchini Indonesia, achilia mbali kufanya misheni ya wazi ya uinjilisti, wakati mwingine hata kufanya ibada si rahisi. Kuna makanisa yanapigwa mabomu, kuchomwa moto, kubomolewa, kufungwa kwa nguvu kuna ibada ambazo zimevunjwa kwa huzuni. Kuna hata ibada za nyumba kwa nyumba ambazo zinavunjwa kwa nguvu kwa kutumia njia za jeuri na wasi wa Kiislamu wa Indonesia. Kanisa la HKBP my church ambalo lina umri wa miaka 164 lilianzishwa miaka 84 kabla ya uhuru wa Indonesia na lina waumini milioni sita na nusu. Pia limekumbwa na vurugu na ukosefu wa haki katika maeneo kadhaa nchini Indonesia. Kulikuwa na wachungaji wa HKBP waliopigwa, wapo wazee wa kanisa la HKBP walichomwa visu wapo washiriki wa usharika wa HKBP ambao walikatazwa kuanzisha makanisa, kupigwa marufuku kuabudu katika maeneo yao, kufukuzwa, kupigwa mabomu na kadhalika. Katika mwaka wa elfu mbili na sita, waziri wa dini wa Indonesia na waziri wa mambo ya ndani wa Indonesia waliweka kanuni kwamba ikiwa Wakristo wanataka kuanzisha nyumba ya ibada, matakwa ni haya: kwanza, lazima kuwe na Wakristo wasiopungua tisini ambao waliandikishwa rasmi kuwa wakazi wa eneo hilo. Pili, lazima kuwe na watu wazima wasiopungua sitini katika eneo wanaotia sahihi kibali cha kuanzisha kanisa. Na hiyo haikuwezekana kutelekezwa kwa sababu Wakristo wengi katika kisiwa cha Java Indonesia for example ni wahamiaji kutoka majimbo mengine, kwa hiyo wao si wakazi rasmi wa mkoa au wilaya hiyo, na watu katika eneo hilo hawatakuwa tayari kutoa saini zao ili kuruhusu Wakristo kuanzisha kanisa, ingawa sisi pia ni raia wa Indonesia, ingawa ardhi ni ardhi yetu wenyewe, pesa za ujenzi ni pesa zetu wenyewe, wanatukataza kuabudu majumbani mwetu, lakini fitna kati ya dini katika muktadha mpana zaidi tunapaswa kufanya nini? Katikati ya ukosefu wa haki, tunapaswa kufanya nini? Ikiwa tuna kiongozi mwenye mamlaka, ikiwa tuna wafanyakazi wenzetu wenye hila, ikiwa tuna majirani watukutu, ikiwa tuna mume mkatili ikiwa tuna mke mwanyanyasaji, ikiwa marafiki zetu hawataki kulipa madeni yao, ikiwa marafiki zetu hawana shukrani na kadhalika, tunapaswa kufanya nini? Wapendwa washarika, barua hii ya waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili aya ya 18 hadi 25 inaelekezwa kwa makutaniko ya Kikristo yaliyoenea kotekote Asia Ndogo, sasa Uturuki, ambayo yanapatwa na mateso na minyanyaso mbalimbali kwa sababu ya imani yao. Katika barua hii, Petro anawapa mwongozo wa kuendelea kujitisha kwa waajiri wao hata kama wanatendewa isivyo haki. Hii haimaanishi kwamba Petro anaunga mkono ukosefu wa haki au utumwa, bali anataka kuonyesha kwamba subira katika mateso inaweza kuwa ushuhuda wenye nguvu ya imani. Usilipe ubaya kwa ubaya. Endeleni kuatendea wema hatawale ambao ni wabaya kwetu. Haijalishi wanatutendea fibaya kiasi gani, wema wetu hauna masharti. Hu ndio witowetu waimani kama waumene, hu niushuhuda wa imani yetu. Hili ndilo tunaloiga kutoka kwa Yesu. Aya ya ishirini na moja hadi ishirini na tatu inasema: kwa sababu ndio mlioitiwa maana, Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyanyo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogovya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Ikiwa Yesu hangekuwa tayari kuvumulia mateso kwa subira, tusingepokea wokovu. Ikiwa Wakristo wa kwanza hawakuwa na subira katika kuvumulia mateso, Ukristo haungekuwa vile tunavyofurahia leo. Kwa hiyo kama Wakristo hatupaswi kuwa watu waovu. Msiwe viongozi wa kimabavu, msiwe wafanyakazi wajanja, msiwe majirani watukutu, msiwe waume na baba wakatili, msiwe wake na mama wakorofi. Badala yake tunaitwa kuwa watu wa subira, wavumilivu katika kustahimili mateso na kubaki watu wema katika hali zote. Kuna sababu moja tu, mfano wa Kristo. Subira yake katika kustahimili mateso ndiyo njia ya msamaha wa dhambi zetu. Ni kupitia mateso yake amebeba dhambi zetu, kwa sababu ya mateso yake tunahesabiwa haki, na kwa sababu ya mateso yake sisi tumeponywa. Mateso yake yametugeuza kutoka kwa kondoo waliopotea hadi kuwa kondoo wa aji mkuu anayetunza roho zetu kama kondoo wa malisho yake, hakifundishwa wakiongozwa na, kutu, na kutunzwa naye kuteseka kwa ajili ya kutenda mema ni sehemu ya wito wa Kikristo. Hata mara mbili katika andiko hii, katika andiko hili, Mtume Petro anasema kwamba mateso kwa ajili ya kutenda mema ni charis kutoka lugha ya Kigiriki. Biblia ya Kiswahili inatafsiri charis kama wema, goodness, virtue. Biblia ya NIV inatafsiri charis kama commendable before God, yenye kusifiwa mbele za Mungu, lakini katika Kigiriki kumaanisha neema, kibali, baraka. Hivyo baadaye wakati sisi sote tumeingia mbinguni, Wakristo wa Indonesia walioteseka kwa sababu ya Waislam wenye msimamo mkali wataka karibu na Yesu. Wakristo wa Tanzania, wakristo wa kitanzania walioteseka kwa ajili ya kutenda mema pia wataka karibu na Yesu, amen. Amen, basi endelea kutenda mema hata ikibidi kuteseka kwa ajili yake hii inaweza isiwe mada ya mahubiri maarufu kwa sababu hakuna anayependa mateso, si ndio? Watu wangependa kusikia mahubiri kuhusu miujiza, utukufu, mafanikio. Lakini kumbuka, mateso kwa ajili ya kutenda mema ni mfano ambao Yesu aliacha. Na habari njema ni kwamba mateso kwa ajili ya kufanya jambo sahihi ni charis, neema, fadhili, baraka. Yesu anasema heri wenye kudiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana, Amen. Wapendwa washarika Nina rafiki yangu huko Indonesia, yeye pia ni mchungaji, anapenda sana uvuvi. Alasiri moja alienda mtoni kuvua samaki. Alipokuwa akivua samaki, kulikuwa na baadhi ya watoto wadogo wenye umri wa kati ya miaka minane tisa hadi kumi na tatu waliokuwa wakiogelea mtoni. Kisha watoto hawa wadadisi wakamjia, walipona fimbo yake, waliuliza kuhusu samaki wangapi aliovua. Watoto hawa pia waliuliza ni kabila na dini gani. Maswali kama hayo ni ya kawaida nchini Indonesia. Rafiki yangu aliposema kuwa yeye ni Mkristo, watoto hawa wa Kiislamu walimuomba aeleze kuhusu Yesu na Ukristo. Kisha rafiki yangu akaanza kusimulia hadithi huku akingoja fimbo yake kuvua samaki. Baada ya kumaliza kusimulia hadithi, watoto walirudi nyumbani. Walipofika nyumbani, waliwaeleza wazazi wao yale waliyosikia kutoka kwa rafiki yangu. Wazazi hawa walikasirika, hawakupenda Wakristo kuwahubiria watoto wao. Walihisi kwamba kile rafiki yangu alifanya ni kujaribu kuwageuza watoto wao kuwa Wakristo. Kisha wazazi hawa wakawaita jirani zao waje pamoja ili kumhukumu rafiki yangu. Walileta panga, vitalu vya mbao na aina mbalimbali za silaha. Walitaka kumua watu hawa wenye hasira. Walipokuja mtoni, rafiki yangu alikuwa bado anavua samaki, kisha watoto wakaleta watu kwake. Rafiki yangu aliogopa kuona hasira za watu na silaha walizoleta. Rafiki yangu alikuwa amejisemea kuwa hii ndio siku ya kifo chake, lakini katika hali hiyo hakukimbia, hakujaribu kujitetea. Alikubali mkazo na kuteseka kama ilivyo katika andiko la leo. Hakufikiria kutumia jeuri kama njia ya mwisho ya kujitetea tu. Hiyo ndio maana ya Petro, kama ushuhuda wa muumini uwe mwema hata kwa watu wakatili. Watu kwa hasira na vitisho wakauliza, umewambia nini watoto wetu? Kisha kabla ya kuwajibu rafiki yangu aliomba moyoni, Bwana nisaidie. Katika hali hiyo ya shida, hakujua jinsi ya kujibu ili asiwafanye watu hawa kuwa na hasira, lakini alihisi kwamba ni Roho Mtakatifu aliyemsaidia kutoa jibu. Akasema, niliwaambia watoto mambo matatu tu. Wakauliza, ni nini hicho? Kwanza niliuliza, je, unaamini kwamba mbing, mbingu zipo? Wakasema ndio. Pili, niliuliza je, ninyi ni wakosefu na dhambi zenu zinawazuia kuingia mbinguni? Wakasema ndio. Tatu, niliuliza je, unajua kwamba kuna njia inayoweza kukuhakikishia unaweza kuingia mbinguni? sema hapana. Kisha umati wenye hasira ukasema utufafanulie, jinsi tunavyoweza kuhakikisha kwamba tutaingia mbinguni. Hatimaye rafiki yangu aliwaeleza kuhusu Yesu na wokovu anaouleta anaouleta umati ambao mwanzoni ulikuwa na nia ya kuwa sasa, uligeuka kuwa somo la Biblia. Na jambo la kushangaza ni kwamba baadhi hayo wali walimkubali Kristo na wakawa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Subira katika mateso inaweza kuwa ushuhuda wenye nguvu ya imani. Wapendwa washarika, ijapokuwa aya ya leo inatuita tukubali mateso kwa subira, hai maanishi kwamba Mungu anatuacha katika mateso hayo. Kwa kweli, katika mateso imani yetu inaimarishwa na uwepo wa Mungu unakuwa halisi zaidi. Ndio maana aya ya leo inaishia kwa maneno haya, mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kwa tafsiri nyingine, mwangalizi wa roho zenu pia maana yake ni mlinzi wa roho zenu. Endeleni kutenda mema, endeleni kuishi vyema, endeleni kutenda kweli, ingawa wakati fulani inawaletea mateso. Na vivyo hivyo, endelea kuwa mtu mzuri hata wakati unateseka. Yesu Kristo mchungaji wako na mlinzi wa roho zako hata kuwacha kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Nam na mkumbuka mchungaji ambaye mara nyingi aliteswa nchini Indonesia alitushauri sisi wachungaji wa Indonesia, akasema, kanisa lenu likipata mateso, hakuna haja ya kupigana, hakuna haja ya kukasirika, hakuna haja ya kujitetea kwa kuleta katiba, kubishana kuhusu haki za binadamu au kuomba msaada kutoka kwa polisi. Sema hivi tu kwa kiongozi wa Kiislamu mwenye msimamo mkali ambaye anataka kuvunja ibada yako: Je, unatukataza kumwabudu Bwana Yesu? Wakijibu ndio, uliza tena: Je, una nia ya kutukataza kumwabudu Yesu Kristo Bwana wetu? Ikiwa watajibu ndio, basi sema sawa, tutaondoka mahali hapa na kuacha ibada hii, lakini jua hili, utashughulika na Yesu Kristo Bwana wetu aliye hai. Na unajua nini kilitokea? kiongozi huyo, ya, kiongozi huyo wa Kiislamu mwenye msimamo mkali aliyevunza ibada hiyo alifariki siku chache baadaye. Na haikutokea mara moja tu. Kila wakati walipata mateso walikabiliana na Waislamu wenye msimamo mkali kwa utulivu, bila furugu na, walutu, na walitumia sentensi hizo tatu tu, na matokeo yalikuwa sawa kila wakati viongozi wa watu wenye msimamo mkali walikufa siku chache au wiki chache baadaye. Kwa hiyo aya ya ishirini na tano hapa ni kweli. Sasa mmemrudia mchungaji na mlinzi wa roho zenu. Hata katika mateso, endelea kutenda mema na uendelee kuwa mtu mwema. Mchungaji wetu mkuu na mlinzi wa roho zetu hatatuacha kamwe. Amen.